Sita kishika mwanae, basikeli huko na wapi? Kana kuazima mwanangu kidundo? Kana soma mwanao uh -huh. Kidundo kashagua mtu kwa kuazima mtu wa basikeli? Nisikilize wewe. Hii basikeli ninainunua kwa ajili ya matumizi ya mwanangu. Na hii si inunua kwa ajili ya kijiji kizima. Sharti unifahamu uzuri. Hii basikeli ukiivunja mwanangu atapata tabu, hakuna wakujaitengeza. Nitaitengeza mie, maana inga likuwa babako yu hai, ngekwenda mwambia babako, bwana we, baskeli mwanao kanaivunja, kwa hivyo tengeza baskeli yangu. kwa kwa Kachara, unanyanyasa babangu, kashakufa. Sikunyanyasi kwakuwa kashakufa, nakwambia kweli, kwa, kwa, kwa na kwe sababu kama ni e, kufa babako semua mie ekufa kwa rehema ya Mungu. Mungu kana muhitaji, na kila mtu atakufa. Na hivyo hivyo alipokufa babako si kwakwa enipa wasia mie kwamba Kachara, we naondoka, kwenye dunia hii kila kitu nakukabidhi weye. Pia si kwamba enipa eh, wasia mie, akanambia madeni yote utalipa weye, gharama zote nikwako weye. Kachara, salamu aleikum. Waaleikum salamu. Bibi, mbona hmm, naona uko katika maneno ya kumnyanyasa huyu kijana kwa baskeli, nini tatizo? Simnyanyasi, isipokuwa namueleza ukweli kwamba baskeli ya mwanangu sitaki, kwa sababu baskeli hii inakuwa sasa ni ya kijiji kizima, kila nendavyo ndani baskeli hii ndani haimo. Kachara, lakini hicho unachokifanya unakijua? Ndio ukamwambia siku huyu? Sikumwambia huyu mtoto, unemwambia hivyo maneno, unajua kama mtoto yatima? Sasa ni yatima lakini babaye semu semu ameshamwambia we, lakini wajua kama wanatakikana sisi hawa watoto hawa, sisi tuwalee, tuwaenzi, wasikie, wajisikie kama wako na baba yao. Hata kiw mtovuada kankutukana we, huyu haja ah, eh, ni tukana hilo ni lake. Haya ha, ni tukani. Haya kuna uwezidi nitaa chingine. Baskeli ya mwanangu ndiyo niliyosikua sitaki. Waivunja baskeli ya mwanangu hawa. Hawa ni watoto, kama kuna uwezekano ununue baskeli ujumpe huyu mtoto aendeshe. Ajisikie kama yuko na wazee wake. Huyu, huyu, huyu ni yatima. Yatima ni mtu aliyokuwa ataka leo ni watu walobakia. Je, yeah, Mungu kafanya rehema zake? Wewe unaondoka huyo kidundo hibe baskeli ikiharibika atakatengenezwa nani? Kama haitengenezwani au atungene na walobakia. Wenda myanya sana mtoto yatima kachara. Watoto huwatem nyingine wa pamoja ndo kama hivyo ina maana hawa tuwaenzi, wapendane, kama tupen, tunavyowapenda sisi kwa vile hao mtoto baba baba yao hayupo hayupo, baba yake huyu, tuwalee mie na wewe, mie na wewe, tukiondoka mtoto wetu atakalelewa nani? Kama hawalelewani wao walobaki huko nyuma, hebu kaufikirie mwanzangu, hivi sivyo? na huu mpira uh, huu mpira, huu mpira hauna upepo, wewe unao. Wow, no. Mtakwenda kutengeneza mie, mtampa pesa mie akatengeneze. Huu wewe sikunshindwa, wamuona huyu ni yatima, tatoa pesa mie, hizi shika wewe Ukifika mpe kidundo, au fuatana na kidundo, mkifika hii weskeli, mkaitengeneze, umpeleke huyu. Lakini mimi ninavyokushauri, Kachara, wakosea mwenzangu, hili unalolifanya silo. Kachara, mimi naondoka, Kachara, na kuachia na mambo, lakini kakae na watu walio soma wakwambie. Mimi niona kama kokoko se soma kiaria. Mimi naondoka Kachara, mtoto wewe, nitakatengeneza weskeli. Ah, basi basi, usiende kutengeneza, lakini sasa wewe ipanda hivi hivi mbovu